Alikuwa msichana mrembo mwenye roho ya upendo wa kweli, lakini aliyejikuta kwenye njia ya mateso kwa sababu ya kumpenda mtu asiyejua maana ya kupenda. Alikuwa amempenda sana Kelvin, mwanaume aliyekuwa na sura ya kupendeza, lafudhi ya kunasa, lakini moyo wa chuma. Kelvin hakuwa na uwezo wa kupenda mwanamke mmoja, alikuwa mtu wa kila sketi kila mwanamke aliyepita mbele yake alikuwa mpenzi wake wa muda. Sara alijua tabia ya Kelvin, lakini moyo wake ulikuwa umefungwa minyororo ya mapenzi yasiyojali uhalisia. Alijitoa kwa Kelvin kimwili, kihisia na hata kifedha. Alimsaidia kufungua biashara ndogo ya saluni, alimnunulia simu ya kisasa na hata kumlipia kodi ya nyumba. Lakini Kelvin hakawahi kuridhika, alikuwa na mwanamke mpya kila wiki. Siku moja Sara aliporudi nyumbani bila taarifa, alimkuta Kelvin akiwa na mwanamke mwingine, mwanamke aliyekuwa na midomo mirefu na harufu ya manukato ya bei ghali. Mazungumzo yaligeuka mabishano, mabishano yakageuka mapigano. Sara akiwa amejaa hasira na machungu ya miaka mitatu ya udanganyifu, alimpiga yule mwanamke kwa chupa ya kioo kichwani. Mwanamke alianguka na kuvuja damu. Polisi walifika muda mfupi baadaye na Sara alikamatwa. Gereza halikuwa mahali pa starehe. Ndani ya ukuta wa mawe na milango ya chuma, Sara alianza maisha mapya. Maisha yaliyojaa ukimya, huzuni na majonzi. Hakuwa na mtu wa kumtembelea wala wa kumtia moyo. Alianza kujilaumu, akihisi kuwa aliharibu maisha yake kwa sababu ya mwanaume asiye na thamani. Lakini ndiko huko gerezani alipokutana na mtu ambaye angemfundisha maana halisi ya upendo. Dickson alikuwa mwanaume mtulivu mwenye macho yaliyobeba huzuni na hekima alikuwa mwalimu wa dini ndani ya gereza na alikuwa akifundisha wafungwa wenzake kuhusu matumaini na msamaha, lakini hata yeye alikuwa na maumivu ya ndani. Maisha yake ya nje yalikuwa yamevunjika vipande vipande na kusingiziwa. Dickson alikamatwa kwa tuhuma za bandia za utapeli na uhujumu uchumi. Mke wake Zari alikuwa mwanamke wa maringo aliyependa pesa kuliko ndoa. Alipokutana na mfanyabiashara mmoja maarufu mwenye kampuni ya mafuta jijini Mwanza, alianza mahusiano naye ya siri. Kwa kutumia ushawishi wa mwanaume huyo katika vyombo vya dola, alimsingizia Dikson kesi ya kugushi nyaraka za kampuni. Dikson aliwekwa ndani, huku Zari akiendelea kula maisha kwa kuonyesha mitoko ya bei ghali kwenye mitandao ya kijamii. Dickson aliumia lakini hakuonyesha. Alijificha kwenye ibada na kutafuta maana mpya ya maisha gerezani. Alijitolea kuwafariji wafungwa wenzake hadi pale alipopishana na Sara kwenye korido ya gereza. Macho yao yale katana. Moyo wake ulipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi moto wa mapenzi ukirudi ndani ya kifua chake. Sara na Dikson hawakukimbilia mapenzi. Ilikuwa safari ya polepole pole, kujuana kuelewana, kutambua majeraha ya kila mmoja. Dikson alimsikiliza Sara kila usiku walipokutana kwenye sehemu ya maombi. Alimtia moyo akimwambia, kuwa bado ana thamani, kuwa makosa ya jana si hukumu ya maisha yote. Sara alianza kumtegemea Dikson, sio tu kwa maneno bali kwa nguvu ya kiroho na hisia. Dickson naye alianguka taratibu kwenye mtego wa macho ya Sara, tabasamu lake lenye huzuni na moyo wake wa kweli. Walikuwa kama roho mbili zilizojeruhiwa zikisaidiana kuponya majeraha ya kila mmoja. Muda ukisonga, walipendana kimya kimya, walikubaliana kwamba siku moja wakitoka, wataanza maisha mapya maisha yasiyo na uongo, yasiyo na kashfa, yasiyo na tamaa, maisha ya watu wawili waliotoka gerezani, lakini waliopata uhuru wa kweli wa moyo. Miaka mikadhaa baadaye, ushahidi mpya ulipatikana. Dickson aliachiliwa huru kwa msamaha wa rais na kukosekana kwa ushahidi wa kweli. Sara bado alikuwa gerezani, lakini Dickson hakumwacha. Alianza kutembelea Sara kila wiki, akimletea vitabu, barua na matumaini. Alianzisha taasisi ya kusaidia wanawake waliokumbwa na matatizo ya kifamilia. Alizungumza kwenye redio kuhusu maisha ya ndoa, kusameheana na mapenzi ya kweli. Mwaka mmoja baadaye, Sara aliachiliwa kwa msamaha wa mahakama kutokana na mwenendo wake mzuri na juhudi za Dickson. Alipomtoa gerezani alimpeleka moja kwa moja nyumbani kwake mpya, nyumba ya vyumba vitatu aliyojenga kwa jasho lake. Na mbele ya watu wachache, Dickson alimpiga magoti, akamwambia: Sara, siwezi kubadili yaliyopita, lakini naweza kupigania yajayo pamoja na wewe. Utakuwa malkia wa moyo wangu. Sara alilia machozi ya furaha, ya msamaha, ya upendo. Ndiyo Dikson, mimi na wewe mpaka mwisho. Baada ya kutoka gerezani, Sara alikuwa na hisia mchanganyiko. Hakuwa na mtu mwingine duniani zaidi ya Dikson. Aliingia kwenye maisha mapya akiwa na majeraha ya zamani na hofu ya kukataliwa, lakini Dikson alihakikisha kila siku anamjenga upya kimoyo, kiakili na kiroho. Walihamia kwenye kijiji kidogo nje ya jiji, mahali penye utulivu na watu wachache. Dikson alianzisha biashara ya bustani na ufugaji wa kuku, huku Sara akifungua duka dogo la nguo na mapambo ya wanawake. Maisha yalikuwa mazuri, lakini changamoto zilianza kujitokeza taratibu. Zari, aliyekuwa mke wa Dickson, alianza kusikia habari za maisha mapya ya Dickson na Sara kupitia mitandao ya kijamii. Liudeka hakuamini kuwa Dickson aliyewahi kumlilia miguuni, sasa anaishi maisha ya amani bila yeye. Kwa hasira na wivu, aliamua kurudi kwenye maisha ya Dickson. Si kwa upendo bali kwa kisasi. Akitumia mahusiano yake ya zamani, alijaribu kuzuia mikopo ya biashara ya Dickson, alituma maofisa wa TRA kufanya ukaguzi ghafla na kutoa vitisho. Hakuishia hapo, aliwahi hata kutuma watu kumfuata Sara dukani na kumtishia. Sara aliingiwa na hofu, alianza kufikiria kama alistahili kweli maisha ya furaha Labda ni laana, alijisemea. Lakini Dikson hakukubali, alisimama kama ngao mbele ya Sara akapambana kwa kila hali kuhakikisha mpenzi wake hapotei tena. Siku moja, Zari alikuja uso kwa uso na Sara sokoni, walikutanisha macho yao kama simba wawili. Ulimchukua kwa sababu nilimtelekeza, lakini hutaweza kuishi naye bila kivuli changu. Sara alitabasamu kwa utulivu lakini kwa msimamo, hakuna kivuli kinachodumu kwenye mwanga wa kweli. Mimi na Dikson tunaongozwa na upendo, si pesa wala majigambo. Ukiona mwanga wetu unakuumiza, basi jua wewe ndiye giza. —Zari alabaki amejewa. Hakujua Sara ana sauti ya msimamo kiasi kile. Wakati maisha yao yanaanza kutulia, Barua moja ilifika kwa Dikson kutoka kwa rafiki wa zamani wa gerezani. Alimwambia kuwa kuna mpango mkubwa wa ukandamizaji ndani ya magereza na walihitaji msaada wa watu waliowahi kupitia mateso ya jela. Dikson na Sara waliona huu ni mwito wa maisha yao. Walianzisha kampeni ya kutetea haki za wafungwa, wakafanya mahojiano, wakasaidia familia za wafungwa maskini na kuandika kitabu chao ndani ya kuta nje ya moyo. Miaka miwili baadaye, Sara na Dickson walikuwa mfano wa mapenzi yaliyoshinda maumivu. Walipata mtoto wao wa kwanza, wakamuita Neema, kwa sababu walijua walichopitia kilikuwa neema ya Mungu. Walisimama pamoja kwenye jukwaa la kimataifa wakielezea safari yao kutoka kupigania wanaume wasiowathamini hadi kuwa mfano wa mapenzi ya kweli yaliyochipuka gerezani. Dickson alipomshika mkono Sara mbele ya maelfu ya watu na kusema, aliniona wakati nimeshushwa hadhi, akanipenda bila masharti. Leo namshika kama malkia wa maisha yangu, sio kwa sababu ya alichofanya, bali kwa sababu ya alichovumilia. Sara alijua gereza halikumua, lilimfundisha kupenda kwa macho ya neema. Alikuwa mtoto wa tofauti, alizaliwa wakati ambao Sara na Dikson walikuwa tayari na jina, heshima na upendo wa watu. Alikuwa kwenye nyumba ya mapenzi ya kweli, ambapo kila busu la asubuhi lilimaanisha nashukuru bado tuko hai na kila maombi ya jioni yalikuwa kumbukumbu ya waliopitia lakini kama ilivyo kawaida ya maisha, kila furaha huja na kivuli chake. Neema alipofikisha miaka tano, alianza kuonyesha dalili za afya isiyo imara. Alikuwa mgonjwa wa mara kwa mara. Hali hiyo iliwatikisa sana wazazi wake. Walihangaika hospitali nyingi, kutoka Mwanza hadi Nairobi, lakini ugonjwa haukujulikana haraka. Wakati mwingine walilazimika kukaa hospitali kwa wiki nzima, biashara zikasimama, kampeni ya haki kwa wafungwa ikapoa kidogo. Mapenzi yao yalianza kufa ganzi taratibu, sio kwa sababu hawapendani, bali walikuwa wameelemewa. Dikson alianza kujitenga kimya kimya, alikuwa na maumivu ya ndani, alijihisi kuwa yeye ni sababu ya mateso ya familia yake kwamba maisha ya gerezani, historia yake mbaya yalileta mkosi kwa familia. Hakumwambia Sara hisia zake. Alijifungia kwenye ofisi yake ya shamba, akitazama picha ya Neema akiwa na drip mkononi. Sara naye alianza kuhisi upweke, hakujua kinachoendelea kichwani mwa mume wake. Alihisi anapoteza mguso wa karibu waliokuwa nao Alijaribu kumuuliza lakini Dikson alikuwa kimya, au alijibu kwa kifupi tu, nipo tu, nitakuwa sawa. Siku zikawa miezi, ukimya ukaota mizizi. Mapenzi yaliyowashangaza watu gerezani sasa yalianza kufifia kwenye nyumba yao. Siku moja, Sara alirudi nyumbani na kumkuta Dikson kwenye giza akiwa amekaa chini akiwa analia kwa sauti ya kiume iliyovunjika. Alikuwa ameshika ripoti ya mwisho ya hospitali: Neema ana ugonjwa wa moyo wa kurithi, atahitaji upasuaji mkubwa nje ya nchi. Enosi na hiela. Sara alimsogelea taratibu, akampapasa kichwa na kusema kwa upole, nilijua unahifadhi machungu, lakini siyo peke yako tena, Dikson. Sasa hivi ni sisi wawili, kwa kila mapigo ya moyo wake ni mapenzi yetu yanamuhifadhi, tutapambana pamoja. Hapo ndipo Dickson alilia kama mtoto, alimkumbatia Sara kwa nguvu, akamwambia, niliogopa kukupa maumivu zaidi, sikujua kuwa bado unayo nguvu ya Dickson na Sara waliamua kuuza kila walichokuwa nacho, mashamba nyumba hata gari lao la mwisho. Wakapiga kampeni ya kuchangisha mitandaoni. Watu walioguswa na historia yao walianza kutoa msaada, hata baadhi ya wafungwa wa zamani waliowahi kusaidiwa na taasisi yao walichangia. Neema alipelekwa India kwa upasuaji wa moyo. Upasuaji ulikuwa wa hatari, lakini madaktari walijitahidi baada ya saa nane za wasiwasi, daktari alitoka na tabasamu, mtoto wenu ni mpiganaji, moyo wake sasa unapiga kwa nguvu ya ajabu, amepona. Dikson na Sara walikumbatiana kwa machozi. Moyo wa Neema haukupona tu, bali uliwaunganisha tena kama wapenzi waliopitia kifo na kurudi. Miaka miwili baadaye, Neema alikuwa na afya njema. Alianza shule akiwa mwerevu na mchangamfu. Sara na Dikson waliandika kitabu cha pili, tulivyomponya kwa mapenzi, kikiwa na hadithi ya kweli ya kupigania familia dhidi ya historia na mateso. Walikaribishwa kwenye makongamano ya kimataifa, wakapewa tuzo ya couple of the year kutokana na kazi yao kwa jamii. Walihubiri mapenzi ya kweli, ya kusamehe, ya kusimama pamoja, hata pale ambapo maumivu yanaonekana hayavumiliki. Na siku ya kumbukumbu ya ndoa yao ya kumi, walitazama nyuma kutoka gerezani kwa Kelvin na Zari, kupitia kila tone la damu, machozi na jasho, hadi sasa wakiwa familia yenye mshikamano, heshima na historia isiyofutika. Dickson alimwambia Sara mbele ya hadhira kubwa, nilikuona ukiwa vifungo, nikakuona ukiwa malkia, lakini kila siku naendelea kukuona kama mwanamke wa maisha yangu. Tumevunjika, tumeungana, lakini hatukuwahi kusalimu amri. Baada ya yote tujipongeze, mume wangu. Neema sasa alikuwa na miaka 19. Alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu jijini Arusha akisomea saikolojia. Alikuwa mwerevu mpole, lakini ndani yake alibeba mioyo miwili, moyo wake wa kweli na moyo wa wazazi wake, ambao daima walimkumbusha kuwa alizaliwa kupitia mapenzi ya vita. Mchana alijificha kwenye vitabu, lakini usiku aliandika mashairi ya mapenzi yaliyowachoma wengi. Alijua mapenzi yanaweza kuponya, lakini pia yanaweza kuumiza. Alikuwa mrembo mwenye mvuto wa tabasamu la ndani, na mvuto huo ulimvuta kijana mmoja tajiri chuoni, Brian. Brian alikuwa mtoto wa mbunge maarufu, kijana wa mjini mwenye sifa za mvuto na pesa. Alimpenda Neema sana, kwa haraka na kwa kelele, lakini Neema hakuwa msichana wa kushawishiwa na magari wala maua ya pesa aliamini penzi linahitaji uvumilivu, uaminifu. Baada ya miezi michache ya kumkataa, Neema alikubali kujaribu penzi na Brian. Alijua kijana huyo ana mapungufu, lakini pia aliona nafasi ya kumfundisha kupenda kwa njia ya kipekee. Waliishi vizuri kwa muda mpaka pale Brian alipogundua kuwa Neema hataki mapenzi ya kuongelewa kwenye headlines tu, bali ya kuishi rohoni. Brian alianza kuchoka. Miaka miwili baadaye, Neema alihitimu. Akiwa kwenye kazi ya kusaidia watoto wa mitaani kupitia shirika la familia yao, alikutana na kijana mmoja, Musa, kijana wa kawaida sana. Hana pesa nyingi, lakini ana moyo mkubwa, busara na historia iliyofanana na yake. Walianza kama marafiki, kisha mazungumzo yakageuka kuwa mazoea, na mazoea yakazaliwa mapenzi. Lakini kilichowashangaza wote ni jinsi walivyoelewana bila kulazimishana. Neema alijua sio kila penzi la kwanza linakuwa la kweli, lakini kila penzi la kweli huwa linakufundisha namna ya kupenda tena. Neema na Musa waliendelea kuwa mfano wa kizazi kipya chenye maadili. Na siku ya harusi yao, Sara na Dikson waliketi mstari wa mbele, wakiwa wamevaa mavazi ya heshima na mikononi wameshikana. Dikson alisema, tulipandikiza mbegu ya upendo kwenye ardhi yenye miiba, leo tunaona maua yanachanua kwa binti yetu. Sara alijibu kwa machozi, na huu ndio urithi wetu, sio pesa sio mali bali ni mapenzi ya kweli Brian. Kama vijana wengi wa mjini waliokulia kwenye pesa na sifa, hakuwa tayari kwa mapenzi ya kweli. Alizoea wasichana wa kumfurahia tu, si wa kumvua tabia zake. Alipoona Neema haogopi kumkosoa na hawezi kufuata kila anachotaka kwa sababu ya pesa, alirudi kwa tabia zake za zamani, kulewa, kuzungukwa na wanawake wa starehe na kuishi maisha ya kuonyesha. Neema alianza kupata meseji za ajabu, picha zenye sura ya Brian akiwa na wasichana wengine. Mara nyingine Brian mwenyewe alimnyamazisha kwa siku kadhaa, akimjibu kwa dharau. Lakini Neema akiwa binti wa Sara na Dickson, watu waliopigana na mapenzi ya mateso, hakuwa mwepesi kuvunjika. Alimuita Brian siku moja kwenye bustani ya chuo. Akaandika barua fupi mkononi, akaisoma kwa sauti mbele yake: nimekulia nikiona mama yangu akiteseka kwa sababu ya mwanaume aliyemchukulia kawaida. Nikashuhudia akipenda tena na kupendwa kwa thamani ya kweli. Moyo wangu ulitengenezwa gerezani, ukakuzwa na mapenzi ya kweli. Kwa hiyo siwezi kuurudisha kwenye minyororo ya mapenzi ya bandia. Kama unataka kuwa mwanaume wa kunionyesha, tafuta mwingine. Mimi nahitaji mwanaume wa kunielewa. Sikuogopi kukupoteza, naogopa kupoteza heshima yangu. Brian alibaki kimya, macho yakiwa yamejaa majuto. Hakuwahi kuona msichana anayesema hapana kwa ujasiri wa upendo wa kweli. Baada ya kumaliza mahusiano na Brian, neema alipitia kipindi kigumu. Alilia, aliumia, lakini alijua alichofanya kilikuwa sahihi aliandika shairi aliloliita si kila maumivu ni sumu, mengine ni tiba ya nafsi. Sara na Dikson walipogundua yaliyotokea, hawakumlaumu badala yake walimkumbatia. Dikson alimwombea, binti yangu, nimefurahi umevumilia. uchungu kuliko kuishi kwenye uongo, moyo wako umeiva, uko tayari kupenda kweli wakati utakapofika.